Kila mfanyakazi anapostaafu baada ya muda wake wa kufanya kazi kwa muda wa miaka sitini kukamilika kulingana na sheria za uajiri, huwa na matumaini makubwa ya kupokea fedha za uzeeni. Kutokana na hili chama cha akiba na mikopo cha Imarika Sacco kimebaini umuhimu wa kuelimisha wanachama wake ambao wanaelekea kustaafu kuhusu jinsi ya kutumia fedha hizo vyema baada ya kustaafu. Hatua hii imetokana na wingi wa wafanyikazi wa umma na wale wa kampuni za kibinafsi kuishia kuangaika baada ya kustaafu, sawa na kukosa ufahamu wa kina kuhusu ufuatiliaji wa fedha zao za uzeeni. Naibu mwenyekiti wa chama cha akiba na mikopo cha Imarika Sacco Sheikh Sharif amesema katika kongamano la siku moja lililoandaliwa na Imarika Sacco kuhusu hamasa hizo litasaidia pakubwa kuzikabili changamoto mbalimbali mbali. licha kuwekeza zaidi, ni kuwaelekeza jinsi ya kutumia pesa zao baada ya kuritay, kwa sababu kuna wale huzipata na maybe wataanguka mikono ambayo si ya sawa, waweze kupata waelekezaji ambao hawatawaelekeza kwa sawa, waweze kutumia pesa zao. Kwa mfano Uh, mtu amepata pensheni yake badala ya kuweka kwa chama chetu cha, cha akiba na mikopo ili yawe, kiweze kuzalishwa apate gawio, um, ile dividend mwisho wa mwaka ili aweze kuendeleza ma maisha yake huku pesa zake zikiwa bado ziko pale, anaweza anza kuingia miradi hususa, aingie mradi ambayo hana ufahamu nao naye afisa msimamizi wa wafanyikazi katika tume ya kuajiri walimu nchini TSC tawala kaunti ya Kilifi, Jafet Maro aliyehudhuria kongamano hilo amesema tayari walimu ambao wanastaafu mwaka 2025, 2026 wamehamasishwa jinsi watakavyopata pesa zao za uzeeni. So walimu tunahamasisha kwamba wakati wanapeana documents kwa sababu ya process pension zao, documents zimekamilika, account numbers ziko sawa, e, id iko clear ATM ime, iko sawasawa, kana namba iko clear to avoid hizo mambo delays. Pia ile address unapeana ya contact address, baada ya kuretire wapeana ambazo zinafanya kazi, maana wakati mwingine wanapeana address ambazo hazifanyi kazi, alafu baadaye kama kuna anything wanataka communicate na mwalimu hawezi kumwapata mwalimu, ndio kunakuwa na delays. Kwa hivyo walimu wamehamasishwa kwamba documents wanaleta ziwe ziko sawa, zimekamilika, isizilete delays. Hata hivyo mwalimu mkuu wa shule ya msingi ya Kambi ya Waya katika eneo bunge la Magarini ya kaunti Kilifi, Jonathan Konde, ambaye pia ni mwanachama Imarika Sacco, ameelezea ya matumaini yake ya kunufaika na fedha za uzeni baada ya kustaafu. Kongamano hili kwangu limenifaidi sana, kwa sababu kuna mambo ambayo ilikuwa ni, ni, ni, ni yawaza kuyatekeleza, na nimeona ya kwamba ni ya muhimu sana kuendelea kuyatekeleza, na hata mengine ambayo ilikuwa nimeona sijayaanza kwa mfano ile akaunti ya jipange, eh, jipange mdogo mdogo akaunti ambayo ingeweza kuniwezesha hata wakati ninapoacha kazi hii kustaafu, pia muda ule ambao nitakuwa natarajia kupokea malipo yangu ya koritaya, niweze pia kukimu mahitaji ya wanachama wangu. Nikiripotia kwa Coco FM, mimi ni Mwahoka Mtsumi.